Hapo shimo shimo, hasa shimo. Mungu amekupa akili, amekupa macho, alhamdulillah, umeona shimo, sema ah, siwezi kutumbukia, Mungu yuko alafu silikwepo lile shimo, utakwenda kuvunjika shingo, baadaye utatumbukia na utavunjika shingo. <laughs> Sasa. Kuna watu sasa, haya maelekezo haya wanayotumia vibaya, wanamsingizia Mungu. Zile ni njia wazishike, na ni kanuni washikamana nazo, lakini unajua, ukisema Mungu amesema, sawa, maana yake mtakiwa tufungue kwenye Qurani tukute hiyo aya na iko kwenye sura gani, au kama ni hadithi Al-Qudsi tuikute, ndio Mungu kasema, ehe Wanakwambia hivi, mtu anakwenda anakwenda anakwenda, alafu anasema hata Mungu amesema ukijenga nyumba uje uweke na mlango. Aya gani hiyo? tutaikuta kwenye sura gani? Tufungue sura sawa ya Qurani, na hiyo ni aya fulani, tuikute hiyo. Mungu amesema ukijenga nyumba uweke na mlango <laughs> maneno mazuri sana. Ukijenga nyumba akiwa na madirisha akiwa na milango ni sawa, lakini usisema Mungu amesema. Ukisema tu Mungu amesema, tukuuliza sura gani? Aya gani? Au hadithul qudsi ipi? Hivi sawasawa. Na yeye anapitiliza huko, ili umwamini. Ndio maana nasema hata Mungu amesema sasa tuwape nasaha hayo, yamo ni katika kanuni, lakini katika kusema Mungu yapo yaliyosema Mungu, sio tu kwa sababu nataka watu waamini, sema hata Mungu amesema. Kaa kwenye kijiwe cha kahawa huko, sema hii bwana. Hata kwenye dini natakiwa tuambie kitabu gani kitabu gani? Sawasawa, kwa hiyo tukawasaidia watu huko, eh tayeb. Hapa tulikuwa tukijimarisha kwenye at-tauhid ad-din kulluhu tauhid, dini yote ni tauhidi. Tuendelee, eh tayeb wa huwa alqahiru fauqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Ndo tuko hapo sio? Naye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, alqahiru ni mwenye nguvu, mwenye kutenza nguvu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala a alqahiru ni yeye peke yake Mwenyezi Mungu ndo Al-Qahir wahuwa Al-Qahir. Naye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu, fauka ibadihi ha? fauka ibadihi, juu ya waja wake wahuwa Naye Mwenyezi Mungu Al-Qahiru ndiye mwenye nguvu mwenye, mwenye kutenza nguvu Al-Qahiru, hakuna mwingine mwenye sifa hii, ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, fauka ibadihi, juu ya waja wake, mwingine hayuko mwenye kuwatenza nguvu mwenye nguvu juu ya waja wake ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingine hayupo. Wa huwa al-hakimu al-khabir ndo hapo eh, wa huwa al-hakim, naye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hikma katika huko kutenza nguvu. Ndani yake kuna nini? Kuna hikma. Wa huwa al-hakim naye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hikma. Alkhabir ni mwenye habari zote, alkhabir ni mtambuzi, alkhabir mwenye habari zote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alkhabir. Acha ha, hizo habari za kutafuta tafuta, hizo una habari gani? Habari zingine majungu matupu, umbea tu, amba kusalata mitaa. Hmm, mbea takiwa upate khabari kutoka kwenye chanzo cha khabari. Sasa hapa Alkhabir Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye khabari zote, wewe si mpaka uzitafute bwana. Kuna habari ambazo huwezi kuzipata, isipokuwa anazo Mwenyezi Mungu peke yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu yalamu ya ma tahta thara. Mwenyezi Mungu anajua sawa, vile vilivyokuwa chini kabisa, chini ya mchanga. Wewe hizo habari za chini ya mchanga utazijuaje? uko chini ya mchanga huko chini chini chini za chini, ndio al-Khabir. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu anajua khabari zilizoko chini ya mchanga zitakuja kwa hizi? Eh, zitakuja kwa hizi juu juu, huyo Mwenyezi Mungu. Lakini sisi hapa tunatakiwa tuwe na hofu ya Allah, kama Mwenyezi Mungu ni al-Khabir Manake Mwenyezi Mungu anazo habari ya vitendo vyote tunavyovifanya. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima taamalun, Mwogopeni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu khabirun, anazo habari sawa, zote kwa mambo yote mnayoyafanya. Mwenyezi Mungu anazo nazo, nazo habari, sio mpaka uambiwe ndio upate habari. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe pekee yake khabirun. Naam, wahuwa alhakimu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye hikima. Kila jambo lake, kila jambo lake Mwenyezi Mungu analifanya kwa hikma. Naam. Na Mwenyezi Mungu yeye ndiyo mwenye nguvu kwa waja wake juu ya waja wake ndio mwenye kutenza nguvu waja wake, lakini ndani yake kuna na hikma. huwa alhakim, naye Mwenyezi Mungu ni mwenye hikma, kila jambo lake analifanya kwa hikma. Alkhabir. Naam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye khabari, yani khabari zote ni mtambuzi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nazijua habari zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Katika mambo yote Mwenyezi Mungu anayafanya kwa hikma. Na katika vitendo vyote, eh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtambuzi katika vitendo vyake vyote. Kila kitu amekiweka mahala pake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayeb. Uh -huh. Tuna Aha. Tunakwenda kwenye aya inayofuata. Fwata Qul ayu shay'in akbaru shahadatan. Ndio hapo, eh. Almunasaba Munasaba aya hii na aya zilizotangulia ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipozisimamisha dalili nyingi na hoja nyingi zinazothibitisha uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na upweke wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min awali sura al-Karima, kuanzia mwanzo wa sura tukufu, katika aya hii dhakara huna, ametaja hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shahadatahu Ta'ala Kushuhudia kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu, kushuhudia kwake ala sidiqi nubuwa, juu ya ukweli wa utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akasema kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam

Ha? Ayu shaiin. Naam. Kul sema ewe mtume Muhammad. Ayu shayin kitu gani? Akbaru ha? Kikubwa kabisa shahadatan kwa kutolea ushahidi Qul, sema ewe Mtume Muhammad. Ayu shay'in kitu gani? Akbaru shahadatan, ushahidi wake mkubwa kabisa ni kitu gani? Kitu gani ambacho ushahidi wake ni mkubwa kabisa? Maana tunatakiwa tuzungumze kwa data. Mtume Muhammad, unadai kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja na yeye ndiye apasai kuabudiwa kwa haki, unadai kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, unadai kuwa Qurani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa, katika ushahidi, katika ushahidi, kul, sema, ewe mtume wa Muhammad, ayu shay'in akbaru shahadatan? Kitu gani ushahidi wake mkubwa kabisa? Kitu gani Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wa Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Kulillah. Kulillah. Sema. Ushahidi mkubwa kabisa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ushahidi mkubwa kabisa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Yeah. Eh. Juu ya yote, wa kwanza kutoa ushahidi ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kushuhudia sawa, kwamba yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja, yeye Mwenyezi Mungu ni muweza eh, yeye Mwenyezi Mungu maanake ni muumba, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyempa utume Mtume Muhammad, yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyetemsha Qur'ani ushahidi mkubwa kabisa ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kitu kikubwa kabisa katika kutoa ushahidi ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kulillah, sema ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani yeye ndiye shahidi eh. Kulillah, sema ni Mwenyezi Mungu, yani yeye Mwenyezi Mungu ndiye ndiye shahidi Sawa tena, shahidun Mwenyezi Mungu ni shahidi, baini baina yangu mimi, kati yangu mimi, wa bainakum, na baina yenu, kati ya nyinyi e, Mwenyezi Mungu mwenyewe shahidi baina yangu mimi na baina yenu ni nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawasawa, wenyewe walimtaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, awa awapelekee kitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu sawa, pamoja na malaika wanne eh, washuhudilie kwamba kitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na wewe Mtume Muhammad mtume Mwenyezi Mungu. Hapa Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad sema, ewe Mtume Muhammad Ayyu shay'in akbaru shahada ha, kitu gani ushahidi wake mkubwa kabisa? Kulilla, sema ewe mtume Muhammad, yeye ndiye shahidi, yani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kulilla, sema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye shahidi mkubwa kabisa, na yeye Mwenyezi Mungu shahidun eh? yeye ndiye shahidi baini baina yangu wa bainakum, na baina yenu sawasawa. So, wa uhiya ilayya hadha alquran. Hapo eh, wa uhiya ilayya na nimefunuliwa, nimeteremshwa wahyi juu yangu, hadha alquran, qurani hii. wama yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hatamki Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa utashi wa matamanio ya nafsi yake tu. in huwa, eh, hayakuwa anayoyatamka Mtume Muhammad salam, illa wahyun isipokuwa nini? Isipokuwa ni wahyi yuha eh, anaoteremshiwa anaofunuliwa kwa hiyo anawaambia wa uhiya ilaya, na nimeteremshwa wahai, mimi nimeteremshwa ufunuo wahai, wenyewe ufunuo wenyewe hadha lquranu, Qurani qur'anihi hi mafahamu liundhirakum, ili kwayo ni kuonyeni nyinyi liundhirakum, eh, nipate kukuonyeni nyinyi bihi, eh, wahiyo Qurani afamue eh? waman balagh tayib, na yule itakayemfikia Qurani nyinyi ni waonye kwa Qur'ani hii na mwingine na wengine itakayowafikia hii Qur'ani, Qur'ani hii pate kuwaonya. Sawa sawa, tayib, naam.

Mwabwenyenye wa Makka wa mwabwenyenye, mnajua, mwabwenyenye mwabwenyenye wa Makka walimwambia e, Muhammad. Mwabwenyenye wa, ma, wa Makka <laughs> walimwambia mu e, eh, Muhammad ma nara ahadan yusaddikuka bima taqulu min amri risala, hatumuona yeyote anayekuamini anayekusadikisha wewe kwa mambo ambayo anayesema kuhusiana na wewe kupewa utumwe. Ah, kazi kwelikweli, kweli. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala anaambiwa na mabwenyenye wa Makka: Muhammad, hatumoni yoyote anayekusadikisha juu ya mambo ambayo unayoyasema kuhusiana na wewe kupewa utume. Hakuna mtu yoyote hakuna hey, jiseme, jiseme tu wewe. Hakuna yoyote tunayemwona anayekusadikisha wewe juu ya haya mambo ambayo unayosema juu ya utume wako na tulisema kwamba miongoni mwa majina ya sura hii ikiwa ni Suratul An'am kwamba ni Suratu Tauhid na Suratu Da'wa, ni sura ya da'wa. Na tulieleza kwamba alipoliwazwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliwazo yale ndiyo maliwazo ya watu wengine ambao wanaofanya da'wa. Kwa hiyo, haya anayeambiwa Mtume Muhammad ndio mambo ambayo na maneno ambayo wanaambiwa watu wengine pia katika zama zingine. E, wewe umejitoa, umejitolea unafahamu, upo tayari kuutumikia umma, au sio bwana e? unapigania maslahi makubwa e, ya umma, halafu wanajitokeza watu wanamdogo hivi, haya haya, hayo unayoyafanya haya, mbona hamna mtu yoyote anayekuelewa? Hatujamwona mtu yoyote anayekuelewa juu ya haya mambo hayo unayosema sema. Kwa hiyo aliambiwa Mtume Muhammad.